Asifiwe, baba. Aki, he, ni nini bwana? Asifiwe Ryan bwana, asifiwe hata sijui nitaanzia wapi. Unajua, nimekuwa hapa nimetoka kuona video ya jamaa fulani amechizishwa na bebi mama wake, nikakaa hivi nikajiambia, he mimi siwezi taka itufikishe hapo mm -hmm. Najua ata tukiget back then, sikuwa the best for you, nilikuwa nakukosea. Ata saa hii nashinanga tu nikikupigia kelele, saa zingine nakuwa muinconsiderate, ndio nilikuwa nataka ufind it in your heart, aki unifogive, because nimekuwa hapa nikireflect, najiambia mi, hata naona saa zingine ni kama vitu zenye tunafanya zinafanyanga mtoto wetu akuwe depressed. So, moving forward nataka tukae tu chini tufanye what's the best for our child aki. So kama nishai kukosea, please, please Marcus, please find it in your heart aki to forgive me please. Nimesema pole, stay kusumbua tena. Uh, it's okay. Hapo umeongea vizuri. Uh, hata mimi ukiongea hivyo <laughs> Hakuna kitu naweza nini, kitu naweza sema yenye ni mbaya. Hata mimi kuna imekuwa na inconsistency zangu hata mm. Uh, mimi sometimes sijakuwa the best e, hata kwa mtoto wetu, saa zingine na kucheleweshea pesa, saa zingine pia na kuwa inconsistent mm. Lakini kama tutaongeleshana hivi, kama watu wako civilized, then ni kitu poa, ni kitu we can make it work eh, mm. huh? So pia mimi I want to take hii opportunity kusema pole. mm -hmm. Eh, mahali nimekuvuka unisamehee, na hata in fact, uh, now that tumeanza kuongea hivi vizuri. Uh, naweza suggest tunaweza meet leo usiku tuongee. Uh, at least tunaweza ona whether to meet kwangu ama kwako tuweze kusikizana <laughs> nini <laughs> Kanafanya unyonge sauti. unanyongea nani? Eh? Mm, siku hizi mnaita meeting. Mm? Tuna meeting, tuna meeting tuongee nini? Wacha sasa nikuambia hapo mm. Mahali huko kama unafikiria nishai kuonyesha moto, saa hii ndio moto sasa inaenda kuwaka. Nakwambia nitakuonyesha moto hadi utakuwa umeniwekea standing order pesa inaingia inatumwa inakatwa kwa bank direct kama imetumwa kwangu, unasikia. Namtna chuna mit nini kwani eh? Ujaangalia date au unajua leo ni gani? Ebu tuma pesa eh? Maas, unanyongea nani sauti ma njai eh? <laughs> Tuma tumalize ni nini? Bwana asifiwe Baba Ryan. Bwana asifiwe. Aki hata sijui ntaanzia wapi. Unajua nimekuwa hapa, nimetoka kuona video ya jamaa fulani amechizishwa na baby mama wake, nikakaa hivi nikajiambia he, mimi siwezi taka itufikishe hapo uh -huh. Okay, najua hata tuki date back then sikuwa the best for you, nilikuwa nakukosea. Hata saa hii nashinanga tu nikikupigia kelele Saa zingine nakuwa muinconsiderate, ndio nilikuwa nataka ufind it in your heart aki uniforgive cause nimekuwa hapa nikireflect, najiambia ai, mi hata naona saa zingine ni kama vitu zenye tunafanya zinafanyanga mtoto wetu akuwe depressed. So moving forward, nataka tukae tu chini tufanye what's the best for our child aki. So kama nishai kukosea, please, please, Marcus, please, find it in your heart aki to forgive me please. Nimesema pole stay kusumbua tena. Uh, it's okay hapo umeongea vizuri. Uh, hata mimi ukiongea hivyo hakuna <laughs> kitu naweza nini, kitu naweza sema yenye ni mbaya hata mimi kuna nimekuwa na inconsistency zangu hata mm. uh, mimi sometimes sijakuwa the best hata e, kwa mtoto wetu saa zingine, na kucheleweshea pesa saa zingine, pia na kuwa inconsistent mm. Lakini kama tutaongeleshana hivi, kama watu wako civilized, then ni kitu poa, ni kitu we can make it work mm. Huh? So pia mimi I want to take hii opportunity kusema pole. Eh, mahali nimekuvuka, unisamehee na hata in fact, eh, now that tumeanza kuongea hivi vizuri, uh, naweza suggest tunaweza meet leo usiku tuongee, uh, at least tunaweza ona whether to meet kwangu ama kwako, tuweze kusikizana <laughs> Nini? Unanyonge sauti. Unanyongea nani? Eh? Mm, siku hizi mnaita meeting. Hm? Mm? Tuna meeting, tuna meeting tuongee meet, nini? Wacha sasa nikwambie hapo mahali huko. Kama unafikiria nishaikuonyesha moto, saa hii ndio moto sasa inaenda kuwaka. Nakwambia nitakuonyesha moto hadi utakuwa umeniwekea standing order. Pesa ina inatumwa inakatwa kwa bank direct kama imetumwa kwangu. Unasikia? Kama tunani, tunaweza mitu. Tunamitu na nini? Eh? Kwa nini ujaangalia date? Hujui leo ni date gani? Eh? Ebu tuma pesa makas. Unanyongea nani sauti? Eh? Tuma pesa manjai, tumalize. Mtae. Umekuaje? Niko poa, wewe? Eh, niko poa. Sasa hizi ndio area zako. Mm you know, I was in the area. Mm -hmm. And then sasa nilikuwa nashangaa, which block hapa, juu zote zinafanana <laughs> Oh, ni hapa. Oh, okay. So, we una kaflo gani hapa? Ah, uh, izo, uko tu juu, uko juu. Oh, mm. Hii ndio wale mnachomewa viti na nini, najua. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> So I was in the area. Yeah. Nikasema, ah, mm -hmm. Kumbuka, you leave sides. Oh, umefanya poa. Ngaza wacha nikupitie. Fanya fiti. Eh, okay, so kupitieso eh, situpande basi ndio nini tu. No, actually tunaweza kaa hapa, tunaweza chill tu hapa. It's fine. Ah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Ah, sawa, sawa. Hapa. Mepark Mali ni, ni sawa eh, hapa tu iko tu sawa ah, yeah. Hata tukipanda juu itakuwa tu sawa kuna mtu atatusumbua hapa? Eh, hey, but tunaweza chill tu hapa kwa gari okay. Ah, okay. Yeah. mm. Yeah. Nice. Oh, actually unakumbuka Mary, mm. Ah, alifungwa boti kubwa. Oh my god. mm. it's so classy. Mm. Mi hata mi najiambia siku moja nitafungwa boti kama hiyo yake. Yeah. Actually ukipata time hata naweza kupeleka hapo. Okay. Mm. Oh, by the way, I passed by the supermarket. Uh, nikapika few things. Oh, shopping mekuleta hapa, wacha nikupandishie. Uh, ndio hata tukiongeanga hii uh, hata uh, iko tu sawa isiku, isiku stress. Na una simu zito. nitapandisha tu mm. Mm. Okay. Mm. So, unajua hata what what worries me yeah, ni kuna bacon bacon bacon hapo ndani na usually uh, ziuni ni. By the way what we do, wacha tupandishe bacon kakaipa. No, kwa no no no it's okay. si ukinunua kwa kwa super iko kwa freezer, imagine it's fine it's, in a <laughs>

Ulisema huku na kanga peke yako.